Eh, nimeshafika niko Mbea hapa, ina maana sio muda naingia mjomba eh. eh, sio muda mrefu mjomba, gari inatembea ni kinoma. <laughs> Eh, halo mjomba. eh, <laughs> mimi sasa hivi ndo niko Mlowa hapa ndo nataka niingie stand hivi. <laughs> Eh, eh, nataka niingie stand hapa. Eh. Niko Mlowa Eee, sasa hivi niko Mbeya hapa, niko Mbeya hapa. Sio ndorangia Njombe. Unajua nini? Mimi nataka niingie hapa stendi hapa stendi, mlow hapa. Ndio nataka tuje stendi mlondo, tuende chukue rangi pale Mbeya, kabwe pale, ndo nirudi hapa. Ndio kuna kazi mimi ndio nifanye fanya hapa. Sinaelewa tena. Eh, ngoja kwa na kucheki gari yenyewe limeharibika hapa. Eh. Basio.